Ili tuna mechi, kwa hiyo ratiba imekuwa ni ngumu kwetu sisi, lakini tunamshukuru Mungu. Baada ya mechi ya juzi, hatuja kuwa na injari yoyote na timu yote ilirudi kambini na kwa ajili ya maandalizi ya JKT Tanzania. Kwa hili kwa kweli, kinatupa kwa hili, imani kubwa sana, japokuwa tunajua haitakuwa mechi rahisi. JKT Tanzania ni timu ambayo ni timu nzuri, timu ambayo imejaza wasajili wazoefu na mwalimu mzuri, haitakuwa mechi rahisi, lakini pamoja na ugumu wao tunahakikisha kupata matokeo katika mchezo wa kesho inshallah, amina. Mwalimu, tukirejea yeah, ya ya, ni tatizo ambalo kwa kweli limekuwa linakuja linajirudia, na, na, na tumekuwa tunajifanyia sana kazi, hata juzi nafikiri limejitokeza tena, lakini kama benchi tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi na ni kitu ambacho tumekifanyia sana kazi, kwa hiyo na imani na imani katika mchezo wa kesho, nafasi zitakazopatikana basi inshallah zitageuzwa kuwa magoli. <coughs> <coughs> ya nafikiri nimesema awali kwamba hakuna mechi rahisi kati ya Simba na JKT. Ukiangalia hata mechi ya kwanza ilitupa wakati mgumu sana, na kesho tutakuwa katika uwanja wao. Kiukweli tumejiandaa vya kutosha, pamoja na ugumu wao, na katika uwanja wao tuhakikishe tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho ya kikweli, sisi tulitarajia gemu hizi lazima zitakuwa ni gemu ngumu, kwa sababu watu wote wamekuwa ni watu wagumu kwetu sisi, na hilo sisi tulilijua mapema kabisa. Kupata upinzani wa namna hii tumejipanga na, tume, tume na tunajiandaa kwa upinzani huo kuhakikisha tunapata matokeo. Kwa hiyo mimi nafikiri ni swala ambalo sisi tulilitarajia na tunalifanyia maandalizi ya kutosha, ili kuweza kutengeneza mechi hizi kuwa rahisi kuliko kulikokuwa ngumu kwetu sisi. So, mimi nashukuru morali ya wachezaji wetu sisi iko vizuri sana, na wamekuwa wakihamasishana wao kwa wao wakipeana majukumu kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo huu. Kwa hiyo leo umoja wa wachezaji kiukweli, sisi unatupa unatupa unatupa mwanga mkubwa sana wa kuweza kufanya vizuri katika hizi gemu anazo zilizobaki. Kikubwa kwanza, ni wapongeze mashabiki wetu. Kiukweli wamekuwa ni watu muhimu sana kwetu sisi, wamekuwa wakitusapoti wakitufata sisi kwa kila hali, ujue wamekuwa na sisi katika matokeo yoyote ambayo yako sisi. Kwa hiyo mimi ni, wa, ni wapongeze na niendelee kuwaomba wawe na sisi na waje kutupa sapoti, tuhakikisha tufanye kile kitu kila mwana Simba anahitaji timu yake ya Simba ifanye. Shukrani sana mwalimu. Naweza kuongelesha mchezaji David Kameta aje kuzungumza nasi, kama wachezaji mmejiandaaje kuelekea mchezo wa kesho ambapo watakuwa ni wageni wa JKT Tanzania. David karibu uzungumze na wanahabari, mmejiandaaje kuelekea mchezo dhidi ya JKT Tanzania? Karibu sana. Asante. Kwanza sisi kama wachezaji tuko tayari kwa mchezo wa kesho na tumeweza kujiandaa vizuri kama mwalimu alivyosema, baada ya mchezo wetu wa wajuzi baada ya kuisha tuweza kurudi kambini kuezea kuji, kujiandaa na, na mchezo huu. Tunatarajia mchezo hautokuwa rahisi kama mwalimu alivyosema kutokana na ratiba yetu jinsi ilivyo na michezo yetu jinsi ilivyo, kwa hiyo kama wachezaji tumejiandaa vizuri kupokea mbinu za mwalimu na ambazo wametuelekeza ili kuweza kuzitumia katika siku ya kesho. Swali kwa mchezaji. Swali. Kwa mchezaji. Swali. Kwa mchezaji. Naam, labda David ungeweza kuelezea morali koje mnakwenda kucheza na timu ambayo ni middle table club, na unakuwa ni mchezo namna gani napocheza na timu za namna hiyo? Yeah, mchezo kama mwalimu alivyosema mchezo hauwezi kuwa rahisi. Kama raundi ya kwanza mchezo ulikuwa mgumu, na hasa saizi ukizingatia michezo ni ya mwisho, kila timu inajizatiti kufanya vizuri. Kwa hiyo tunajua kabisa mchezo hauwezi kuwa rahisi, lakini sisi kama Simba tunataka pointi tatu, kwa hiyo lazima tuoneshe ukubwa wetu, lazima tucheze kwa kujituma, tucheze kwa ufanisi mkubwa, tucheze kwa kutumia nafasi ambazo zitapatikana. Kwa hiyo sisi tumejiandaa, tume, tume vizuri kuweza kupata matokeo ya ushindi. labda neno lolote kwa mashabiki na uongozi kuelekea mchezo wa kesho? Ah, mashabiki kwanza nipende e, kuwashukuru kwa kuweza kutusapoti na kuweza kukuwa nasi, lakini pia niweze kuwakumbusha, kesho pia tuna mchezo mgumu. mgumu sana ambao tunahitaji sapoti yao, waweze kufika, waweze pia kutusapoti.